wa ta'ala kwa kunipatia afya iliyokuwa kamili na kunipatia taufiki ya kuweza kuelezea kwa uchache ili tukio la Ghadir. Kwanza, kabla ya kwenda mbali sana, niaa kwanza niweze kuweka wazi ili neno Ghadir Khumu, kwamba Ghadir Khumu, yaani ni eneo ni eneo ambalo kwamba linapatikana katikati ya Maka na Madina. Ye, yani ni yani, eneo yani, ambalo kwamba lipo katikati ya Maka na Madina na hilo eneo hapo ndio sehemu ambayo kwamba lilifanyika hilo tukio la Ghadir Khum, na mpaka sasa hivi historia inapatikana kupitia jina la, la Ghadir Khum. Tunaposema Eid ul Ghadir Khum, yani maana yake kuna tukio kubwa lilifanyika hizo ambazo ambayo kwamba mtume ndio anatoka katika hija ya, ya mwisho yeye pamoja na masahaba zake wakubwa na masahaba wengine, na akiwemo al-Imamu Ali a, walipofika hao wa maeneo, kuna wahai mzito uliofikia mtume e, wahai ambo kwamba ulikuwa unamwamrisha e, wahai wakuamrisha kwamba Mtume, hapa unatakiwa ufikishe